Ndugu Hamisi Hababu Hamisi ni nzaliwa wa Chambani Pemba. Nimeupokea uzuri kwa kumheshimiwa rais kwa kutuita kuja kutupa hati miliki kwa habari ya mashamba, na mimi ni mrisi wa mzee. Kwa hiyo nimeamua, nimefurahi sana kwa kutuita kaja katupa hati miliki kuhusu habari ya shamba. Hapo nyuma tulikuwa na changamoto nyingi sana, ilikuwa tunafuatiliwa sana kwenye mashamba, mara tunaambia serikali wanataka kuyakodisha, mara hivi sasa ikawa changamoto, changamoto ndogo ndogo zilikuwa zipo, lakini leo nimefurahi kwa kuja kutupa zile hatimiliki wenyewe. Unajua chochote cha kumwahidi na kiko rohoni mwangu, na wala sitamwangusha. Naomba kwanza vijana wenzangu, nawasihi kwanza tufanye uchaguzi wa haki na huru, na halafu tunaomba sana pasitokee vurugu lolote, na viongozi wetu hili walitizame sana, kwa sababu kwanza wanaoteseka ni wanawake na watoto. Kwa hiyo tunaomba Mheshimiwa Rais ajitahidi hili mtu, a, uchaguzi huu wa mara hii asinyukuliwe hata na ukucha. Oktoba tunatiki.